Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametukutanisha leo katika kikao hichi cha mchezo wa mchezo wetu wa Fountain Gate dhidi ya Prison. Akiuhalisia, tumeshajiandaa vizuri kama Fountain Gate na tuko tayari kwa ajili ya kukamiliana na Prison kutoka mbele kweli. Mechi iliyopita tukufanya vizuri kwa maana tumepoteza dhidi ya Pamba, lakini huu ni mchezo mwingine ambaye tuko nyumbani na kiuhalisia tumejipanga kwa ajili ya kutafuta pointi tatu, na tumeshakaa chini, tumeangalia tulikosea wapi, na kesho tuko tayari kwa ajili ya kutafuta pointi tatu. Nataka kusema ni ukweli kabisa kama mechi ya Fountain Gate na Prison haijawahi kuwa nyepesi, kwa kwanza, aina ya kalba ya walimu waliopo pale, kuzungumzia bwana Utieno na bwana Tupa, ni walimu ambaye tunafahamiana na kama ulivyosema wao wanatumia, matumizi yao ni ya nguvu kubwa. Tunaamini tumeshakutana zaidi ya mara moja au mara mbili, lakini mwisho wa siku tunaamini huu ni mchezo ambaye ni mwingine, na plani yetu sisi ni nyingine, na tunaamini tutafanikiwa kupata pointi tatu. Kiukweli kiuhalisia, kiu bila wao a, sisi hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo naamini nguvu yao ni kubwa kwetu kwa ajili, namaanisha support wao ni wachezaji wa kumi na mbili mi na plani kwenye pitch na wao wanatupa msaada kwenye majukwaa, yanamaanisha wanatushangilia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo, wakazi wa Babati, namaanisha mkoa Manyara wote, Mbulu, sijui Hanang wapi, hii ni fainali kwetu. Wajitokeze kwa wingi kutupa nguvu ambaye itatusababisha kupata pointi tatu, na ile slogani yetu ya timu moja, timu moja, timu moja ipate kufanikiwa kwa pamoja.